Naam, tunaitakia familia ya Ndungu Sobra wakati huu ambapo wamekumbwa na msiba. Tukiangazia mengine ni kwamba Irene Chepkemboi ni mwanamke alijitwika jukumu la kuokoa waraibu wa vileo na wale wenye magonjwa ya akili katika kaunti ya Busia na hata sehemu nyingine mbalimbali mbali humu nchini. Mwanamke huyu anayefanya kazi hiyo bila kutarajia malipo hutembelea vituo vya chang'aa ambako uraibu umekita mizizi haswa katika eneo la Sofia mpakani mwa Kenya na Uganda, akitoa ushauri na hamasa kwa waraibu haswa wanawake. Hebu tusikilize simulizi yake katika makala yetu ya Mwanamke Bomba wiki hii. Kwa majina naitwa Irene Chepkemboi. Hapa ni Matayos Rehabilitation Center, inaitwa Operation 612. Hiyo 612 ilitokana na Ephesians chapter 6 verse 12. After high school nikakuja Matayos, nikakuja nikaenda chuo kikuu, wakati nilimaliza nikapata kazi na hii Operation 612 tunasaidia wanawake wenye wako kwa crisis, wenye wako wanatumia mihadarati. Kuna wale ambaye wamepewa mimba ujauzito, alafu wakaachwa wanaangaika kule barabarani. Tunaenda kule nje natafuta wale watu ambaye wameathirika na madawa za kulevya, pombe, bangi, tunawachukua na tunawaleta wana shughulikiwa hapa ndani. Kwa hii vituo za chang'aa huwa tunaenda hapa Matayos, kuna mahali imeadhirika sana pale Sofia. Waraibu wa pombe ni wengi, unapata watu wanatumia kila aina ya mihadarati, unapata hata wengine inawa-affect mentally. Tangu nianze hii program, nimeona mabadiliko mengi kwa watu wale ambaye hawakuwa wanaweza kujieleza wanajieleza sasa. Kuna wale ambaye waliacha shule, tumewarudisha shuleni. Kuna wale ambaye wamemaliza program hii yetu ya rehab, na wanaenda kujihusisha na mambo mengi kule nje, na tunaangalia maisha yao yananawiri sana. Hata wakati tunafanya follow up, unapata mtu at least anaweza kujiimudu kwa maisha. Changamoto ziko lakini ni neema ya Mungu. Mungu anatusaidia wanakuwa sawa, wanapata utulivu. Unawaongelesha, kuna wale watasikia na kuna wale ambao watapuuza, na utapata wale ambao wanasikiza, utapata kati hawa wawili watatu, unawachukua unawaleta hapa ndani na wanakuwa sawa. Kuna vituo tunaenda unapata unaingia kwa rumu na waongelesha, wanakuambia enda ongelesha wale wenye wako pale ndani. Kufika hapo ndani wanafunga mlango na wanasema ulipie hiyo pombe. Wakati naenda pale kwa site, unapatana ule mwenye ameadhirika sana, hata hawezi ongea. Unapata tu mtu anapiga makelele, inabidi unamtuliza kwanza ndio upate kumwelekeza. Wanawake ndio wameadhirika sana hapa Busia kwa sababu unapata asilimia tisini ya waraibu ni wanawake. Wakati tunaenda huko unawapata wale ambaye wako na vita, wanataka kupigana. Unaenda tu, wakikataa kutulia unatoka, unarudi siku nyingine, unakuja unaongelesha. Siku zenye unapata wametulia hapo, ndio utapata kuongea na wao hapa. Ukishaongea na wao, tunachukua wale ambaye wako willing kubadilika. So far tangu tuanze hii Operation 612, tumesaidia zaidi ya watu 20, na ukiwaangalia huko nje, wengi wako na ushuhuda mingi, imekuwa successful. Right now nimerudi, nafaa kurudi niendelee na maisha yangu vile ilikuwa. Hapa anajivunia kuona watu wakikuja katika ile hali zao mbaya wakiwa wamelemewa unapata mtu anabadilisha maisha yake, anakuwa ako salama. Unapata hata yule ambaye alikuwa amezoea mihadarati mpaka afya imedhoofika, unapata ako salama, na ukipata mtu kama huyo ako anajishughulisha na mambo yake ya kikazi, unasikia vizuri sana. Mipango yangu ya hapo baadaye ni nikipata watu ambaye wamebadilika kufikia kiwango kama wale wako sawa Mipango zangu za baadaye ni pia wao wakuwe salama na waende wa, waeneze hii habari huko kule nje.